Ndugu wana michezo na ndugu wapenzi wa mpira wa miguu, ninapenda kuwatangazia kwa mamlaka niliyonayo, chini ya kanuni ya kumi kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za uchaguzi za Shirikisho la mpira la Tanzania TFF kwamba kwa mujibu wa ibara ya thelathini ibara ndogo ya pili ya Katiba ya TFF ni kwamba kutakuwa na mkutano mkuu wa uchaguzi tarehe kumi na sita mwezi wa nane ambao utafanyika katika jiji la Tanga. Mkutano huu wa uchaguzi, moja kati ya ajenda zake ni uchaguzi wa nafasi ya kupata rais wa TFF, lakini pia uchaguzi wa wajumbe wa kamati tendaji ama ESCOM. Nafasi ya rais wa TFF ni moja na kamati ya wajumbe za wajumbe tendaji ni nafasi sita. Kwa hiyo kama, kama ambavyo nimesema hapo awali, kwa mamlaka niliyopewa kwa niaba ya wajumbe wa kamati ya uchaguzi, chini ya kanuni ya kumi, kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za uchaguzi, ninatoa tangazo rasmi kwamba kuanzia tarehe kumi na sita mpaka tarehe ishirini mwezi huu wa sita itakuwa ndiyo tarehe rasmi ya wale wanao wenye sifa na wenye vigezo kwa mujibu wa kanuni hizi za uchaguzi. Narudia tena, wenye sifa na vigezo kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi na katiba ya TFF, tunawakaribisha kuja kuchukua fomu za kugombea nafasi ya rais wa TFF na nafasi sita za wajumbe wa kamati tendaji. Tarehe ya kuchukua kama nilivyosema hapo awali ni tarehe 10, tarehe 16, na tarehe ya mwisho wa kuchukua na kurudisha fomu ni tarehe ishirini ya mwezi huu wa sita, saa kumi kamili jioni, kwa mujibu wa kanuni ya kumi kanuni ndogo ya pili A, B, C na D. Ada ya kuchukua fomu kwa urahisi ni shilingi laki tano na wajumbe wa kamati tendaji ama excom ada yake ni shilingi laki mbili. Fomu zitapatikana kwenye ofisi za makao makuu ya shirikisho la mpira Tanzania, lakini pia zinaweza ukazipata kupitia kwenye website ya TFF kuanzia tarehe kumi na sita mpaka tarehe ishirini. Hiyo itakuwa ni tarehe ya kuchukua na kurudisha fomu hizo, na malipo yote yatalipwa kupitia kwenye akaunti za benki za, za TFF. Kwa hiyo nitoe rai na wito, wale ambao wanawiwa wenye sifa na vigezo kujitokeza kwa wingi kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi hizo katika uchaguzi ambao tutafanya tanga tarehe kumi na sita na hii ni kwa mujibu wa kanuni hii ya uh, kumi kanuni ndogo ya kwanza kwamba Siku sitini siku sitini kabla ya tarehe ya uchaguzi tunatakiwa kutoa tangazo la uchaguzi. Nawashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza.